etu mkuu mufti mkuu wa Tanzania na shehe mkuu Shekh Dk Abubakar Zubeir bin Ali wa Mbwana anataraji kuwa mgeni wetu katika mkoa wetu wa Ruvuma. Nikumbuka kwamba hii ni ziara ya kwanza katika mkoa wetu wa Ruvuma, na alhamdulillah ataingia insha allah anakumoja ayo kesho, siku Alhamisi tarehe 9 mwezi wa kumi elfu mbili 2025. Na, na lillahi alhamd, tuko tayari kumpokea na tutaenda kumpokelea katika kijiji cha Madaba kesho, na imani paka ikifika muda wa baada ya dhuhuri, labda kubaila al-asr kabla al-asr hivi, basi anaweza kuwa ameingia, na tutampokelea kule katika kijiji cha Madaba na kuja naye mji Songea. Lengo la nia, madhumuni hasa kuja kuongea na Waislamu, kutembelea katika taasisi za dini kutembelea katika misikiti, ufunguzi wa baadhi ya ofisi zetu, ndio moja kati ya kazi anazokuja kutufanyia. Lakini pia vile kuongea na umma wasongea kuhusiana na amani ya nchi, kwa nchi kwenda katika katika uchaguzi, ndio ni kiongozi wetu wa dini. Kwa hiyo hii ni moja kati ya kazi zake ambazo anakuja kuzifanya. Lakini tu kwanza kusudio la mufti anania kutaka kuzigusa au kuzitembelea wilaya zote za mkoa wetu kwa hiyo atakapofika kesho, analala kesho kutwa, safari yake ya mwanzo kabisa moja kwa moja ataenda Nyasa, ufunguzi wa msikiti wetu ambao kwa kajua la msingi tunaojenga pale Nyasa wa wilaya. Akitoka pale na kufanya kazi zingine, kuongea na watu wa taasisi za serikali, taasisi za dini na wananchi kwa ujumla, atatoka Nyasa atarudi kuelekea Mbinga. Akifika Mbinga atakuwa hali kadhalika kuongea na hadhara za Kiislamu, kufanya ufunguzi wa msikiti jiwe la msingi tunaojenga pia katika ngazi yetu ya wilaya pale e, Mbinga na vile vile kuangalia nasaha gani atazitoa. Baada ya hapo, atatoka kurejea Songea, lakini kabla hajafika Songea mjini, ataingia ata Peramio, pia tuna msikiti pale ambao tunaujenga, na ule msikiti nao atafika atafanya ziara. Alhamdulillah, ataongea na Waislamu Badilai alhamdi na msikiti ambao pia tulipata misaada kutoka kwa watu tofauti na viongozi wengine. Kwa hiyo tutazungumza zaidi hapo tutakapofika, lakini kwa ujumla kitoka Peronio atakuja Songea mjini, ambapo tutakuwa ni siku ya Juma yake ambayo ni Jumamosi tarehe 11 atakuwa na safari kutoka sasa Songea mjini kuelekea pembezoni ambapo anakuwa anaelekea Namtumbo. Lakini kabla hajafika Namtumbo amekusudia kuingia mtakanini kwa Sheikh Aramia, pale tuna msikiti pale mzuri, tulipata ufadhili wa wake na Aramia wenyewe walitusaidia kujenga pale msikiti mzuri wa kisasa katika kijiji cha Mtakanini. Kwa pale mufti tukaona kumuonyesha maendeleo ya Waislamu pale alivyo, alhamdulillah. Kifika Namtumbo mjini, ofisi zetu za mapato zitakuwa wazi, na pale kuna kuweka jiwe la msingi katika msikiti wetu wa wilaya pale. Ah, uh, sababu sio jiwe la msingi yake kuweka ufunguzi kwa sababu msikiti tayari tuna tumeshaanza kutumia. Pale ni ufunguzi rasmi wa msikiti wetu wa Wilaya ya Namtumbo. Utafanyika ufunguzi rasmi wa msikiti wetu wa Wilaya ya Namtumbo na na, baada ya pale safari yake itakuwa kuelekea Tunduru. Lakini kabla hajatoka nje na Namtumbo, kuna kijiji cha Mchomoro, pia tuna msikiti pale. Pale atafanya activity pia kuweka jiwe la msingi kwa sababu msikiti uko katika process ya kuendelea na ujenzi. Baada ya kutoka Mchomoro, anaelekea Tunduru. Tunduru pale nakwenda kuongea na natoyatima na activities zingine zifanya Tunduru, kwa sababu niseme tu kwamba moja kati ya wilaya zetu ambazo zina idadi kubwa Waislamu katika mkoa wetu wa Ruvuma, hiyo sio siri, kila mmoja anajua Namtumbo na Tunduru. Kwa hiyo wanatunduru na wenyewe na, wenye, na wamehamasika kwelikweli huko na alhamdulillah, na paka naongea na, na katibu Tunduru ameniambia uko tayari kumpokea samaha tumufti. Hii ni toe tuheshimi heshima kwa kwa wananchi kwa jumla, na kama nilivyotanguliza kwa kusema, huyu ni kiongozi wa umma, kiongozi wa raia, kiongozi wa wote, na tuje kumsikiliza sehemu zote za ambazo zimeziainisha. Kila mmoja anakaribishwa, kila mmoja anakaribishwa, aje kumsikiliza samaha tumufti atakapokuwa anaongea na Waislamu ehe. Kwa hiyo wote tunakaribishwa Ukizingatia kwamba kwa katika kipindi hiki lazima tuiombea mani njetu tunechoka tunakena katika uchaguzi, kwa hiyo au pesa